Tunakusudia kuzungumzia mradi wa HEET ambao ni Higher Education for Economic Transformation Project. Ni mradi ambao kimsingi uliandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na umeendelezwa sana katika awamu hii ya sita ya Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na mradi huu ni mradi wa miaka mitano tulianza kutekeleza rasmi mwezi septemba mwaka 2021 na unatarajiwa kufikia mwisho mwezi juni mwaka 2026 mwakani na kwa kweli kwa namna ya kipekee sana nipende kutumia fursa hii kufikisha shukrani zangu kwa serikali awamu ya sita kwa namna ambavyo imeridhia mradi huu kutekelezwa na hasa katika chuo chetu Mradi huu uh, lengo lake kubwa ni kuvifanya uh, vyuo vikuu kutoa mchango wa moja kwa moja katika maendeleo ya, ya serikali ya maendeleo ya nchi yetu kama jina la mradi wenyewe lilivyo. Na katika chuo chetu uh, mradi huu tulitengewa dola za Kimarekani milioni 8 ambayo uh, ni takriban uh, shilingi bilioni 18 hivi point sita kwa ajili ya kutekeleza masuala mbalimbali katika maeneo sita. Eneo la kwanza ni kuboresha mitaala pamoja na mbinu za ufundishaji. Eneo la pili ni kuboresha miundombinu. Eneo la tatu ni kuimarisha elimu jumuishi pamoja na usawa wa kijinsia. Eneo la nne ni kuimarisha na kuongeza matumizi ya TEHAMA na kuwa na majukwaa mbalimbali ya ufundishaji. Eneo la tano ni kuimarisha uhusiano na sekta binafsi na tasnia na eneo la mwisho ni kuendeleza rasilimali watu. Na katika kipindi hiki cha miaka minne ya utekelezaji wa mradi huu tumepiga hatua kubwa katika maeneo yote hayo sita niliyo niliyoyazungumzia. Katika eneo la kwanza la uboreshaji wa mitaala, hapa tulifanya mambo matatu. Jambo la kwanza tuliolifanya ni kufanya mapitio ya programu tunazozitoa hapa chuoni. Miaka minne iliyopita, chuo chetu kilikuwa na programu nne tu na zikiwa hasa zimejikita katika masuala ya fani ya ualimu. Lakini kutokana na utekelezaji wa mradi huu tumeweza kufanya mapitio ya programu hizo ili ziendane na mahitaji ya soko. Kulikuwa na malalamiko mengi tu kwa wadau, vyuo vikuu vinatoa programu ambazo wakati mwingine haziendani moja kwa moja na mahitaji ya soko. Kwa hivyo tulifanya mapitio makubwa ya programu hizi ili sasa yaweze kuendana na mahitaji ya soko. Na kama mnavyofahamu nchi yetu pia imefanya mapitio ya mitaala na kuja na mitaala mpya, lakini pia kuna mabadiliko katika sera yetu ya elimu, na kwa hivyo ilikuwa lazima programu tunazozitoa ziendane na mitaala mipya, lakini ziendane pia na sera mpya ya elimu, na hasa ndicho tulichokifanya katika mapitio. Eneo la pili ni ujenzi uh, wa miundombinu, na kwa sababu sasa tumepanua programu, tumeongeza udahili, ni dhahiri miundombinu tuliyonayo isingeweza kutosha, kwa tunalazimika sasa kupanua miundombinu na kujenga miundombinu mingine mipya. Na katika hili serikali, katika kipengele hiki peke yake cha ujenzi wa miundombinu a, tuli, tulipewa a, shilingi za Kitanzania bilioni 15.3 kwa ajili tu ya maboresho a, na ujenzi wa miundombinu. Kwa hivyo tulikuwa na shilingi bilioni 15.3, na hapa tulijikita katika kujenga majengo manne makubwa. Hapa tumejenga jengo la hosteli ya wanafunzi ambalo kwa sababu mtapata fursa ya kwenda huko mtaliona na jengo hili la hosteli linatatua moja kwa moja changamoto ya wanafunzi tulionao na hasa wanafunzi wa kike na wengineo ambao walikuwa wanaishi katika mazingira ambayo hayakuwa rafiki kabla. Kwevyo, kwa hivyo kwa ujenzi wa hosteli hii, maana yake wanafunzi watakuwa na mazingira rafiki zaidi ya kukaa na kwa hivyo kuwezesha ujifunzaji na kufikia malengo ya elimu walionayo. Lakini jengo la pili ni jengo la maabara za fizikia. Kati ya programu tulizozipitisha nyingi ni programu za sayansi, na nyingine zinapiga hatua hata kwenda kwenye katika masuala ya teknolojia pamoja na artificial intelligence, kwa maana ya akili mnemba na kadhalika. Na masuala hayo ya kisayansi yanahitaji maabara. Kwa hivyo jengo hili uh, ni dedicated kwa ajili ya maabara mbalimbali za sayansi, na tutakapokuwa na jengo hili maana yake uh, tutawezesha wanafunzi wetu kuchukua nadharia theory na kuziweka kwenye vitendo practical. Kwa hivyo tutakuwa na watu ambao kweli wanakidhi mahitaji ya elimu ujuzi ambayo inasisitizwa katika mitaala mipya pamoja na sera ya elimu mpya tuliyo nayo. Jengo la tatu ni jengo la media anuai uh, na elimu maalum, na lengo la kuwa na jengo hili kimsingi ni kuwa na maendeleo jumuishi inclusive development tunahitaji kuwa na maendeleo ambayo kila mwanajamii atashiriki kwa namna moja au nyingine. Na kwa muda mrefu kama nchi, tumekuwa na changamoto ya watu wenye mahitaji maalum kuachwa nyuma. Kwa hiyo, chuo chetu tunajipambanua kama chuo ambacho kinaweza kuhudumia wanafunzi wenye mahitaji maalum, na wao wakapata elimu ya juu, na wao wakashiriki katika maendeleo ya taifa letu. Kwa hiyo, jengo hili limewekwa vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuwawezesha uh, wanafunzi wenye mahitaji maalumu kukidhi mahitaji yao ya kielimu, lakini pia jengo hili itakuwa na maabara